Bana, mwanamuziki kutoka Nigeria Wizkid bana, ameripotiwa kuwa ni moja kati ya wasanii ambao muziki wao anaweza akauendesha bila kiki yoyote bana. Katika moja ya mahojiano ambayo aliweza kuyafanya, Wizkid aliweka wazi ya kwamba anachukizwa na kiki za ambazo zinaendelea mitandaoni na matangazo ambayo watu wengi huwa wanapenda kuyafanya ili mradi sasi aweze kuri ngoma zao. So alisema maneno haya: sitaki kelele, sitaki drama, muziki wangu unaongea wenyewe, promo yangu ni utulivu na ubora wa kazi. Sipendi kiki, sipendi kuigiza maisha, sipendi kuzunguka kwenye media. Na mimi kazi yangu ndiyo matangazo yangu, alisema Wizkid. Hana haja ya kelele au drama ili aweze kufanikisha kwenye masuala mazima muziki. Eh bana, huyu ni Wizkid, na kama pia unavyojua kwamba mmoja kati ya wasanii ambao wanatoka Nigeria ambao hawana skendo nyingi, basi Wizkid ni moja kati ya wasanii ambao wanaendesha kazi zao pasina kuwepo na kiki zozote kwa kweli. Kama mda wa burudani, uko na mtazamo gani? unaweza hapo Drop comment yako kwenye uwanja wa comment hapo kwa mtazamo wako. Until next time bye. Bye.